Mbea wa kimataifa Juma Lokole kutokea uh, chumba cha umbea wenye anakiita ICU ameweza kufunguka vitu vingi sana, kuelezea namna ambavyo Harmonize pamoja na Kajala wameweza kurudiana na vile ambavyo vinavyotajwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba Harmonize pamoja na Kajala wanatarajia kufunga ndoa, vina ukweli kwa asilimia ngapi? Juma Lokole, e, anafahamika kuwa ni mtu wa karibu sana na familia ya Kajala, ambapo pia mara kadhaa tumekuwa tukimshuhudia Paula akimwita Juma Lokole anko wake. So hii inaashiria ukaribu kiasi gani Juma Lokole yuko na Kajala? Na so kwa mazungumzo yake ambayo Juma huwa anayasema kwa Kajala huwa anatimia kwa asilimia eh, hamsini. Sasa kabla sijakwambia yale ambayo Juma Lokole ameweza kuyasema huko Instagram siku ya leo alipokuwa ameingia live Jiunge nasi hapa ili usiachwe na kupitwa na miendelezo ya habari moto moto kama hizi kila siku. Hakikisha unagusa maandishi mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe, lakini pia usisahau kubofya alama mbili za kengele na ku turn on notification ili usiachwe eh, na vitu moto moto vinavyoendelea kutrend na kuingia katika headlines zetu. Sasa Juma eh, kama tunavyofahamu, mambo yake yako moto, yako fire huwa anazungumza vitu in details Juma. Ameamua kufunguka na kuweka wazi kwamba Harmonize pamoja na Kajala kwanza wamerudiana kweli. Watu ambao wanahisi labda ni kiki ama wanajaribu kutengeneza content mtandaoni, sio kweli. Harmonize pamoja na Kajala wanapendana sana na wamerudiana kweli, hawaongopi wala hawaleti eh, kiki za mitandaoni. Hawa watu wanapendana vibaya mno. Mm, Lokole anakuambia Harmonize kwa Kajala hapindui wala hachomoki. Hii ni kutokana na jinsi ambavyo amekuwa akipewa mapenzi ya kweli na amekuwa akithamini vile ambavyo Kajala amekuwa akimfanyia ah, kwa muda mrefu sasa. Jambo kubwa ambalo mashabiki limewashangaza ni, ni mara baada ya Lokole kusema kwamba hawa watu ndani ya mwaka huu pengine eh, wakafunga ndoa mapema kabla hata ya mwaka eh, kufika katikati. Hili ndio ambalo limeweza kuwashangaza mashabiki huko mitandaoni na kuanza kuibua gumzo. Sasa, watu wanataka kujua na kuona kwamba je, kuna ukweli gani katika jambo hili la Harmonize pamoja na Kajala kuweza kufunga pingu za maisha ama ndoa. Na usitoshe Kajala, eh, ni dini nyingine yani Mkristo; Harmonize ni Muislamu. Nani atamfuata mwenzie na itakuwaje? Sasa hapo ndipo ambapo pia mzozo um, wa kwanza unaanza. Wewe kama shabiki tuambie, kwenye upande wa comment hapo, unachukuliaje kauli hii ya Juma Lokole ina ukweli asilimia ngapi? Ni kweli Harmonize na Kajala anaweza kaoana ama pia ni jambo tu ambalo kama kiki linatengenezwa? Lakini pia usisahau kujiunga nasi hapa kwa kugusa maandishi mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe, ili usipitwe na habari moto moto kama hizi kila siku. Mimi nikwambie tu kwamba hapa ndipo chimbo pekee ambalo umbea, udaku pamoja na gossip za kutrendi duniani kote utazipata hapa, nasi hapa kwa habari pamoja na matukio moto moto.